Tukielekea huko nchini Ufaransa tunafahamishwa kwamba rais wa zamani wa nchi hiyo Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka mitano jela baada ya kupatikana na hatia ya njama ya uhalifu katika kesi inayohusiana na mamilioni ya euro na fedha haramu kutoka kwa kiongozi wa Libya marehemu Kanali Muammar Gaddafi. Mahakama ya jinai ya Paris ilimwachilia huru kwa mashtaka mengine yote, ikiwa ni pamoja na rushwa tu na ufadhili haramu wa kampeni. Sarkozy ambaye anadai kesi hiyo ina msukumo wa kisiasa. Alituhumiwa kutumia fedha kutoka kwa Gaddafi kufadhili kampeni yake ya uchaguzi ya mnamo mwaka wa elfu mbili na saba. Kwa kubadilishana, mwendesha mashtaka alidai Sarkozy aliahidi kumsaidia Gaddafi kupambana dhidi yake kama mshirika na nchi za Magharibi. Sarkozy, mwenye umri wa miaka sabini, alikuwa rais wa Ufaransa kutoka mwaka wa elfu mbili na saba hadi mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili. Jaji Natalie Gavarino aliruhusu wasaidizi wa karibu kuwasiliana na maofisa wa Libya kwa nia ya kupata msaada wa kifedha kwa kampeni yake, lakini mahakama iliamua kwamba hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumpata Sarkozy ndiye mnufaika ufadhili huo haramu wa kampeni. Alihukumiwa kifungo cha miaka mitano jela. Uamuzi huo unamaanisha kuwa atakaa jela hata kama akikata rufaa. Pia aliamriwa kulipa faini ya Euro laki moja sawa na paundi 87,000. Kulikuwa na mshtuko wa kuvuta pumzi mahakamani wakati hakimu aliposoma hukumu yake. Sarkozy anaweza kufungwa jela huko Paris katika siku zijazo, kwanza kwa rais wa zamani wa Ufaransa na pigo la fedhea kwa mtu ambaye amekuwa akipinga kutokuwa na hatia katika kesi hii na kesi zingine za kisheria dhidi yake. Uchunguzi huo ulifunguliwa mnamo mwaka wa 2013 miaka miwili baada ya Saif al al-Islam, mtoto wa kiongozi wa wakati huo wa wa Libya kuanza kumshtumu Sarkozy kwa kuchukua mamilioni ya pesa za baba yake kwa ufadhili wa kampeni. Mwaka uliofuata mfanyabiashara wa Lebanon Ziadi Takiedin ambaye kwa muda mrefu alifanya kama mtu kati baina ya Ufaransa na Mashariki ya Kati, alisema alikuwa ameandika uthibitisho kwamba zabuni ya kampeni ya Sarkozy ilifadhiliwa na Tripoli na kwamba malipo ya thamani ya euro milioni 50 sawa na pauni milioni 43 iliendelea baada ya, ya kuwa rais. Miongoni mwa wengine walioshtakiwa katika kesi hiyo ni mawaziri wa zamani wa mambo ya ndani, Claude Gueant na Brice Hortefeux. Mahakama ilimpata Guente na hatia ya ufisadi miongoni mwa mashitaka mengine na Hortefeux alipatikana na hatia ya njama ya uhalifu mkewe. Sarkozy mwanamitindo mkuu wa zamani na mwimbaji mzaliwa wa Italia Kala Bruni Sarkozy alishtakiwa mnamo mwaka jana kwa kuficha ushahidi unaohusishwa na kesi ya Gaddafi na kujihusisha na wahalifu kufanya ulaghai, mashtaka ambayo yote anakanusha tangu kupoteza zabuni yake ya kuchaguliwa tena mnamo mwaka wa 2012. Sarkozy amekuwa akilengwa na uchunguzi kadhaa wa uhalifu. Pia alikata rufaa dhidi ya uamuzi wa Februari mwaka 2024 ambao ulimpata na hatia ya kutumia pesa kupitia kiasi kwenye kampeni yake ya uchaguzi wa marudio mwaka 2012, kisha kukodisha kampuni ya PR ili kuficha alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja ambapo miezi sita iliahirishwa. Mnamo mwaka 2021 alipatikana na hatia ya kujaribu kuhonga jaji mnamo mwaka 2014, na, na akawa rais wa kwanza wa Ufaransa kupata hukumu ya kifungo. Mnamo Desemba, mahakama ya rufaa ya Paris iliamua kwamba anaweza kutumikia wakati wake nyumbani akiwa amevaa lebo badala ya kwenda jela.